Katika video hii inakuletea njia rasmi za kuangalia matokeo ya kidato cha sita ya, baada ya baraza la mtihani la taifa yani NECTA kutangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha sita ACSEE, kuna njia kadhaa rasmi ambazo unaweza kuzitumia kupata matokeo hayo kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Ya, kuna njia tatu za kuangalia matokeo hayo, na njia ya kwanza ni kupitia tovuti ya NECTA rasmi, na njia ya pili ni kupitia huduma ya USSD na njia ya tatu kupitia shule husika. Ya, jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha sita kupitia tovuti ya NECTA. Hatua namba moja, tembelea tovuti ya NECTA ambayo ni www.necta.go.tz. Hatua ya pili, nenda kwenye sehemu ya matokeo. Hatua ya tatu, chagua matokeo ya ACSEE. Hatua ya nne, chagua mwaka wa mtihani na hatua ya tano Chagua shule yako na hatua ya sita chagua jina lako. Baada ya kufuata hatua hizo, utafanikiwa kuona matokeo yako ya kidato cha sita kwa kutumia tovuti ya NECTA ambayo www.necta.go.tz. Ya, twende ya, tukaangalie njia ya pili ya kuangalia matokeo haya ya kidato cha sita ambayo ni sasa. Twende tukaangalie jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha sita kwa kutumia njia ya USSD ya cha kwanza kabisa katika simu yako nenda sehemu ya kuandika sehemu ya kuandika namba, kisha piga namba zifuatazo. Piga namba nyota mia hamsini na mbili nyota sifuri sifuri leli. Baada ya hapo, chagua elimu. Baada ya hapo, chagua neno nekta. Baada ya hapo, chagua neno matokeo. Baada ya hapo, chagua neno ACSEE. Baada ya hapo ingiza namba yako ya mtihani pamoja na mwaka. Baada ya hapo chagua pokea matokeo ya. Kwa kupitia hatua hizo ambazo nimeweza kutajia mwanzo mpaka mwisho, ukizifuata kwa ufasaha zaidi, basi utaweza kupata matokeo yako ya kidato cha sita kwa kutumia njia ya USSD. Ya baada ya hapo sasa, twende tukaangalie njia ya tatu na mwisho ya kuangalia matokeo ya kidato cha sita ni kwenda katika shule husika ambayo uweza kufanyia mtihani Kifika pale, watakupatia orodha ya majina yote ya watainiwa pamoja na matokeo hayo ya he bwana. Ulikuwa na mimi msanuaji wako wa nguvu, kusubscribe hapo wa chini ya he bwana. Katika video inayofuata nataka nikupe ni, ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya baada ya kupata matokeo yako ya kidato cha sita. So usiende mbali, tuendelee kubaki hapahapa hapa na Memorata TV. Eh, unakuwa natisha sana.